Wakati wengi wakihusisha neno ICU na wagonjwa wa moyo au akili, wachache wanajua kuwa ndani ya hospitali ya Taifa Muhimbili ipo ICU nyingine, ile ya wagonjwa mahututi wa afya ya akili. Humo maisha ya binadamu yanapimwa si kwa mapigo ya moyo pekee, bali kwa utulivu na nafsi na nguvu ya akili. Katika wodi hiyo kwa zaidi ya miaka kumi sasa, Joakhina Mazengo, mhudumu wa afya mwenye utulivu na moyo wa kipekee, amekuwa sehemu ya maisha ya wagonjwa hao, wale wanaopambana si na maradhi ya mwili bali na mawimbi makali ya akili. Nimekuwepo katika wodi ile kuanzia elfu mbili na kumi na tano. Tunapoadhimisha Siku ya Kimataifa ya Afya ya Akili leo Ijumaa, Oktoba 10 mwaka 2025, tumekusogeza mtazamaji mpaka katika ICU hii, upate kujua machache, ili pia uelimike na kuijali afya yako ya akili, wewe pamoja na wale wanaokuzunguka. Joakhina anakumbuka siku yake ya kwanza mwaka 2015 alipohamishwa kitengo na kupelekwa katika wodi hiyo. na mimi nilivyokuwa nimehamia pale, kwa kweli niliona kama siwezi kufanya kazi katika wodi ile, kufatana na ugumu wa wagonjwa. wanavoletwa pale wanakuwa ag aggressive. ni wakushikana nguvu mpaka kuwatuliza. Kwa hiyo nilivyokaa kaa pale nikawa naangalia wale nilio wakuta wanadhibiti vipi wagonjwa sasa. Kwa vile sisi ni wageni, tukawa tunaambiwa hivi, make wale wagonjwa, mwanamke kama mwanamke, uwezi ukapambana nao, wana nguvu. Wanaume wanapambana kwa kamata kuwa listeni kamba zile. sisi mimi, naambiwa niandaye dawa za injection, huwa wanapewa, naandaa dawa mara moja, napeleka pale, wanampa mgonjwa anatulia. Kwa hiyo mimi kama mimi, siwezi kuona mgonjwa anafika pale nikaenda mbele pale, naogopa nitatolewa meno. <laughs> wanaweza akakutoa meno wale. Joakhina licha ya majukumu yake mengine anayopaswa kufanya ikiwemo kuandaa dawa, Mwananchi ilishuhudia akiwa nje ya wodi, ameinama kwenye beseni akifua moja ya kamba nyeupe iliyotumika kuwafunga wagonjwa waliopo ICU, huku akipiga soga na mmoja wa wagonjwa aliyokuwepo ndani ya wodi hiyo. Amesema kuna nyakati alishangaa hivi, hawa wanawadhibiti vipi mtu mwenye nguvu mara tatu ya mtu wa kawaida? Lakini baadaye alijifunza kwa macho na moyo. Basi to tumeenda nao hivyo hivyo hivyo hivyo mpaka sasa, nikawa nimezoea. Kwa hiyo mgonjwa anapokuja, najua nikae vipi ili mgonjwa apite udini E, najua hilo, kwa hiyo ndo tumeenda nao hivyo hivyo mpaka sasa hivi nishakuwa nimezoea. Akija mgonjwa anaumwa sana nafujo, hivu, hivu, na fujo hivi hivi na mi najua ntakaa nta namna gani vipi hivyo hivyo. Hata hivyo Joakhina amesema kuwa kufanya wodi hiyo kunahitaji moyo, kwani watumishi kwa ujumla kukumbana na changamoto kadhaa ambazo awali zilimpa wakati mgumu, lakini kwa sasa anaziona kama ni sehemu ya kazi yake. Vitu vibaya tunakumbana navyo, tushapigwa ngumi mle eh? Wale kwa vile ni wagonjwa, unaambiwa ukipigwa, inategemea yule ni mgonjwa, sio ridhaa yake, hafanyi ya makusudi. Wanatukana, wanatutukana sana eh? Anaweza mgonjwa akafika pale akakutukana, japo namwona huyu ni mwanangu na mzaa, lakini ni mgonjwa, si tunavumilia, tunakuwa nao hivyo hivyo. Anatibiwa pale, anavyopata nafuu unamjaribu kidogo kumwambia, bwana we ulivyokuja ulifanya moja mbili basi kama kapata nafuu na kuomba msamaha, nisamehe mama, mi sielewi kama nilifanya hicho kitu. Kwake si hatari pekee, amesema kuwa na moyo wa uvumilivu, kwani kila siku katika wodi hiyo ni somo jipya. Joakhina amesema kuna changamoto kadhaa zinazowakabili akisema wagonjwa wana nguvu, na wakati mwingine wafanyakazi wachache wanakabiliana na changamoto kubwa ya usalama. Amependekeza serikali iongeze idadi ya watumishi katika wodi hiyo maalum ambayo Mwananchi ilishuhudia vitanda pande zote vikiwa vimejaa wagonjwa. Kitu cha kufanyika katika zile wodi, mi natamani stafu ya wafanyakazi iwe kubwa, ili mgonjwa anavyokuja ana nguvu ana nini, na si tuwe tunaweza kudhibiti. E, manake mgonjwa mwingine akiwa amewazidi nguvu inabidi muache mlango atoke nje, si atawaumiza? Unakabiliana naye vipi kama nguvu kakuzidi. Kwa Joakhina, tiba ya wagonjwa wa akili haipaswi kuishia hospitalini. Anaamini tiba endelevu inapaswa kuhusisha maisha ya wagonjwa hata baada ya kupona. Ameshauri, mimi bwana, naomba serikali kama ingekuwa na nani na uwezo, wagonjwa kama wale, si wanapewa kea pale, wakipata nafuu wanaenda nyumbani. Mtu akienda nyumbani, kama alikuwa anatumia bangi nini, mtu mwingine anaenda tena anarudia anarudia vile vitu, baada ya muda mfupi nakuta tena anarudishwa odini. Wangewatengenezea hata riabo boyani, akitoka odini aende sehemu akae akae kwa muda, sio nani ya kukaa tu, yani watengeneze kitengo ambacho kina ufanyaji kazi, hata mkoani huko anaweza wakanani wakaseto wakaanda hata mashamba hivi, watu wanapelekwa huko wafanye kazi, wafanye kazi ili asahau yale mambo aliokuwa anayafanya huku. Joakhina mwenye miaka 35 sasa akifanya kazi kama mhudumu wa afya Hospitali ya Taifa Muhimbili anaona kazi hiyo kama wito unaomhitaji mtu awe na huruma ya kweli. Kwa miaka yote aliyofanya kazi hiyo, Joakhina anaamini kuwa mafanikio makubwa zaidi si tu kuona mgonjwa akipona, bali kuona jamii ikibadilisha mtazamo wake. Mwisho wa siku, ndani ya ukuta wa wodi ya ICU ya afya ya akili Muhimbili, tunamwacha Joakhina Mazengo anaendelea kufanya kazi kwa moyo ule ule aliyouanza nao miaka kumi iliyopita, akitunza, akituliza na kurejesha utu wa wale wanaopotea kwenye giza la akili. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa nyingine nzuri zaidi.